Matatizo mbalimbali yanayohitaji msaada wa kisheria wilaya ya Lushoto mkoa wa Tanga yapatiwa ufunguzi. Ni mwendelezo wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia mkoa wa Tanga. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa kinara kwa kuipigania haki ya kila mwananchi siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka elfu mbili ishirini na tano, wananchi wamejitokeza kwa wingi kata ya Mnazi kupata msaada wa kisheria. Msaidizi wa sheria wapo kata ya Mnazi kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria chini ya kampeni ya msaada wa kisheria wa mama Samia, yaani Mama Samia Legal Aid. Ungana na mimi ripota wako wa nguvu Hamdani Hussein hupata kila kilichojiri kata ya Mnazi leo. Kwa majina naitwa Miraji Malinda yeah. ni mratibu wa kituo cha msaada wa kisheria cha Levo yeah. na siku ya leo tuko katika kata ya Mnazi yeah. kwa ajili ya kutoa huduma za msaada wa kisheria chini ya kampeni ya Mama Samia Legal Aid, kwa maana kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria na tuko hapa tangia asubuhi kwa ajili ya kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa jamii pamoja na elimu ya masuala ya kisheria ya, na tumetoa elimu kwenye masuala mbalimbali ikiwemo mirasi, masuala ya ndoa, masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na masuala kama madai na aina nyingine za masuala, na tumezunguka kwenye mashule, lakini mara ya mwisho hapa tumekuwa na mkutano wa wanajamii, mkutano wa hadhara ambapo pia tumepata fursa ya kuzungumza na wananchi pamoja, yeah, na kuwapatia msaada wa kisheria kwenye wale ambao wana changamoto ya kesi mbalimbali mbali ambazo huko, yeah, mwanzoni hawakuwa wamepata fursa ya kuzitatua, ndiyo, yeah. Asante sana, ni maelezo haya ambayo ametupatia mtaalamu um, huyu wa kisheria, lakini ningependa kufahamu wananchi wamepokeaje huduma hii kubwa ambayo imeletwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Uh, kwa kweli wananchi wamefurahi na wengi wamekuwa wakileta mrejesho chanya kwamba huduma hii imekuja wakati muafaka ambapo wamekuwa wakipata changamoto ya kesi mbalimbali mbali. Na ukizingatia pia jiografia ya wilaya yetu imekuwa ni changamoto hasa ni katika kuzifikia huduma hizi za msaada wa kisheria, na wengi pia wamekuwa wakilalamika juu ya gharama ambazo wamekuwa wakienda labda kwa mawakili na vitu kama hivyo, kwa hiyo kupitia huduma hii wengi kwa kweli wamependa na wameomba kwamba huduma hii iwe ni endelevu kwa sababu wao inawasaidia na inawapa mwanga juu ya masuala mbalimbali yanayohusu sheria yeah. Asante sana. Umesema huduma hii inatakiwa iwe endelevu, labda nyie kama uh, wataalamu wa kisheria mmeweka mkakati gani? Labda ni nani atabakia katika kata hii ya Mnazi kwa kuendelea kufanya usaidizi huu wa kisheria? Asante. Sisi kama wadau wa sheria chini ya shirika hili la LEVO ni kwamba tulichokifanya, kwanza, tumeleta wasaidizi wa kisheria na hata leo tuliwatambulisha kwa sababu ndio wametoka mafunzo tu hapa juzi. Kwa hiyo leo pia tumewatambulisha kwa wananchi, kwa hiyo pia wananchi wamefurahi kuwaona wasaidizi wa, wa kisheria, na tayari wengi wameshachukua mawasiliano ya wasaidizi hao wa kisheria tayari kwa ajili ya kupeleka malalamiko yao na changamoto zao zinazohusu masuala ya kisheria na muarobaini wa utatuzi wa matatizo mbalimbali mbali. Uh, ya mirathi lakini pia msaada wa kisheria wenye changamoto mbalimbali chini mbali ya kampeni ya Mama Samia Legal Aid ambayo inakwenda kutatua matatizo mbalimbali mbali ya wananchi kata ya Mnazi, okay. Nina furaha okay. kutokana na msaada wa Mama Samia kutuletea wanasheria wa kutatua matatizo yetu kijijini okay. Na umekwishapata msaada wa kisheria? hiyo nimeshapata, nimeonana na wanasheria yeah, na nimesaidiwa bure bure kabisa, bure kabisa, bure kabisa <coughs> sikutoa <coughs> hata mia. <coughs> Ndio namshukuru sana Mama Samia. unawaambia nini wananchi wenzako wanaopatikana katika kata ya Mnazi? na washauri wote wenye matatizo wanaohitaji sheria basi wafike, okay. ndani ya ofisi ya kata Nazi. Kampeni hii inaendelea katika kila kata hapa wilaya ya Lushoto. Ni msaada wa kisheria wa haki, usawa, amani na maendeleo ambao tumeletewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Na tayari katika kila eneo amewekwa mwakilishi ambaye ataendelea kutoa msaada wa kisheria hata siku ambazo wanasheria hawa hawatakuwepo katika viunga hivi vya uh, Lushoto. Nikiripoti katika maeneo haya ya kata ya Mnazi, ni mimi ripota wako wa nguvu Hamdani Huseini Chao.